za mkoa wa Kigoma wilaya ambayo inaongoza katika uzalishaji wa zao hili la kibiashara la pamba. Uzalishaji unakadiriwa kwamba unaongezeka mwaka kila mwaka kutokana na wananchi kupata elimu ya umuhimu wa kuzalisha zao hili la kiuchumi. Lakini wakulima wa zao hili la pamba wamesifu jitihada za serikali pamoja na wawekezaji binafsi ambao wamekuwa wakielekeza nguvu kubwa kuhakikisha kwamba mkulima anapata faida ya kiuchumi. Kwa majina naitwa Saima Mashauri Makambia, mkazi wa kijiji cha Kakola, wilaya ya Uvinza. Swala la pamba chafu tunajitahidi sana kudhibiti, na wasiwekee maji hiyo, kwa kweli okay. Tunajitahidi msimu wa msimu wa mwaka jana watu walikuwa wanakuja na na wengine walikuwa naweka maji kwenye pamba, wengine wanakuja na masandarusi. Sasa ni tofauti tena na mwaka huu, mwaka huu watu wanajitahidi pamba kama mnavyoona pabsafi haina maji ya kusema wamba akulima wameweka majiajina naita Saida Sai Marusu Gadafi, mkazi wa Kakola, kijiji cha Chakuru ilaa ya Upinza, mkazi wa Chakuru bila ya Upinza. Mimi ni mkulima mwezeshaji wa kilimo cha pamba hapa Chakuru Kakora. Kwa kweli wakulima wamejithaidi hususan ni kwamba kwanza tunatembelewa sana na viongozi wetu kwa hiki kilimo cha pamba toka sehemu mbalimbali. Hata wakulima wameshaona kumbe hili ni zao mkakati, tujitahidi kupambana ili tuzidi kusonga mbele. Hili ni zao linatuletea manufaa ya kimaendeleo. Kwa hiyo hili ni zao zuri, wakulima wameshafurahia sana na hiki kilimo chetu cha pamba. Mwaka huu naona mambo yako mazuri sana tunajitahidi kuelimika kupitia viongozi wetu wanaokuja kutuelimisha katika zao letu la la pamba. Tunahitaji tuambie, wewe ni mkulima mwezeshaji? Ndio. Naamini umeshapata mafunzo Sawa. ambayo sasa unaenda wewe kuwaelimisha wakulima wenzako ili walime kisasa Sawa. Unatumiaje, unatumia mbinu gani, ulikuwa unatumia mbinu gani kuwaelimisha wakulima wale ili watoke kwenye kilimo cha mazoea na baadaye walime kisasa ili waweze kupata tija. Ndio. E, nashukuru kwa kweli, kwa mwaka huu watu tumejitahidi, mafunzo tuliyopewa na sisi tunazidi kuwaelimisha wakulima, tunapanga mistari, tunapanga kwa mistari, tunapanda toka mwanzo. Kuna mashamba mengine, kuna viongozi mbalimbali humu mbali, walisha akalima tunapandia mbolea mpaka sasa hivi, ina maana wa, wa ambao hawapanda hawa kwa mistari, wamekuja kuangalia yale mashamba kama mashamba darasa, wameshasema na wao wakulima hawa wengine kwamba tumejifunza, kumbe kilimo hiki ni ni kizuri kutumia utaalamu unaotakiwa kwa kweli. Hiki kilimo kwa mwaka ujao tena, naona utaenda unazidi kuwa ni bora zaidi ya ya miaka ya nyuma watu wanaelimika kupitia elimu ya mafunzo haya tunayofundishwa, na sisi tunazunguka aitana, kuna mikutano ya kila mara, kwamba wakulima wa mnatakiwa mjifunze kupitia hiki kilimo cha kisasa, sio kuwa mwache kilimo cha mazoea cha kiholela. Hapa niko katika kiwanda cha kuchakata pamba cha NGS kinachomilikiwa na Njalo Daudi Slanga ambapo kiwanda hiki kimewekezwa kwa ajili ya wakazi wa mkoa huu wa Kigoma hususan wilaya hii ya Uvinza kwa ajili ya kupokea na kuchakata zao hili la pamba ambalo linahusika moja kwa moja katika uzalishaji wa viwanda na kuongeza uchumi wa nchi. Wilaya nyingine katika mkoa huu wa Kigoma zinazolima zao hili la pamba zinatajwa kuwa ni pamoja na Kakonko, Kibondo, Kasulu pamoja na wilaya hii inaongoza kwa uzalishaji ambao ni Uvinza. Kwa jina naitwa Baraka Isaac Kampala, ni msimamizi wa uzalishaji wa Uvinza jini kanda, ambacho tunafanya kazi ya kuchambua au kuchakata pamba wa ukanda huwa magharibi. Kutokana na pamba ambayo tumekuwa tukipokea kutoka vijijini, tumekuwa tukipokea pamba ikiwa na changamoto kadhaa ambayo imetuelekea ambazo tumekuwa tukizipokea kwa asilimia chache, japo sio kwa wingi, zilikuwa zikija, zilikuwa zimechanganywa na, ma... na vitu ambavyo vinaasiri mtambo yetu, kwa mfano tumekuwa tukipokea pamba ambayo ina mchanga ina mawe na nyuzi ambazo zinapelekea mtambo wetu kuharibika. Mimi kwa Amigo, majina naitwa Novatus Kitangu, ni afisa kilimo kiongozi BBT wilaya ya Uvinza. Kwa kweli kwa kipindi hichi tangu tumefika kama mabibiti kwenye wilaya ya Uvinza, kwa kazi yote tuliyofanya, kuanzia uhamasishaji, upandaji wa kitaalamu na namna bora ya kuanzia, namna ya kupanda, namna ya kuhudumia mpaka namna ya uvunaji, tunashukuru, tunaelekea kuwa na e, pamba ambayo ina ubora mkubwa na ambayo naamini kabisa uh, inaweza ikawa ina na utofauti kulinganisha na misimu mingine ambayo imekuwa ikizalishwa. Tumekuwa tukiwasaidia namna ya kuvuna, ikiwemo kutotumia mifuko ya gunia pamoja na vitu vingine ambavyo vinaweza kuchangia uharibifu wa zao uharibifu wa zao, la, zao la pamba kwenye sasa kwenye soko la dunia ambayo ilikuwa ikionekana mifuko ya gunia, lakini tunashukuru pia kwa mizani ambayo tumeletewa na serikali ya Mama Samia, ya kipindi hichi imewajali wakulima kwa kiasi kikubwa, wameleta mizani ambayo hata wakulima hawana hofu zama. Mwanzoni misimu ya nyuma walikuwa wanaamini kwamba wanaibiwa, lakini kwa sasa uh, wanaimani kwamba kwa, kwa sababu mizani hii inatoa na risiti, kwa hiyo wana wanaimani kwamba hawaibiwi na inatoka vizuri, kwa hiyo hamna ile kuweka maji wala kuweka mchanga wala kuweka mafuta ambao mwanzoni walikuwa wanaweka wakizani na waeza ungeze, ikawongezea uh, uzito kwenye upimaji ili kuja kupambana na makalani ambao wanawafanya walikuwa wanaamini kwamba wanawaibia, lakini kwa sasa tumewaelimisha kwamba mizani hii haina wizi na kulipa kila kitu mpaka pointi zako za, za upimaji. Nikiripoti kutoka hapa wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma, tatuma wa STV.